Cha yeah, na chama cha ADC sawa. Ndugu zangu, nawaomba wajasiriamali wa Kahama, ninyi ndio waangaikaji leo. Mnafanya biashara hapa, uongo kweli? unaposhuka mzigo bandarini pale Dar es Salaam, unaposhuka mzigo unatozwa kodi, mnanielewa vizuri? unatozwa nini? Kodi. Mzigo huo huo ukienda Kariakoo kwenye maduka ya jumla unatozwa nini? kodi mzigo huo huo ukitoka Kariakoo ukienda kwenye maduka mikoani unatozwa nini? Kodi ndugu zangu, mnasalimika Kana. Tuchagueni, tukiingia madarakani tutazuia kitu kimoja kuwa na kodi mia, ili wananchi wapate nafuu ya maisha. Ndio maana sisi ADC tumesema tukiingia madarakani tukiingia madarakani mfanya biashara mwenye mtaji wa milioni tano hatutomtoza chochote kwa sababu bado anajitafuta. Huy huyu tunataka tumkuze. Akishakuwa mfanya biashara huyu akaanzia milioni kumi kwenda mbele, ndio tutaanza kumfikiria. Lakini wenzetu leo, ukifungua kibanda kile pale mama ameweka pale maji kidogo na vimayai, muulize TRA kama wajafika pale, wapo pale. Muulize faya kama wako pale, wako pale muulize namki kama wako pale, wako pale. Uulize kama mna hela uchafu, wako pale. Ukipiga kodi zote hizo, alipe hilo banda, alipe na hizo kodi zote huyo mfanyabiashara hawezi kupata kitu. Akilipa kodi ya duka mwaka mmoja, mwaka unaofuata anafunga duka hilo, au kabla ya mwaka anaondoka, kwa sababu mtaji umeishia kwenye kulipa kodi. Tuchagueni watu tunaojua mambo, tukawasaidie. tuchagueni saidia, kwa sababu kodi zisizokuwa na huruma ni kodi za manyanyaso. Uongo kweli. Unapoweka tozo ya kutumia barabara kwenye mafuta maana yake nini? Mtu anaye anayetumia pawatila kulimia shambani kwake umemwekea pesa ya kutumia barabara wakati hatumii barabara. Kuna mtu anatumia hizi wanaita matrekta kwa ajili ya kulima huko kwenye mashamba, unamwekea tozo ya kutumia barabara za lami wakati atumii kuna mtu anatumia mashine ya kusaga na kukoboa, wewe umemwekea tozo ya kutumia barabara wakati anasaga ya ya mahindi, anasaga mtama na, na nafaka nyingine. Huu ni uonevu. Mimi nimezunguka zaidi ya nchi ishirini na mbili duniani zikiwemo zilizoendelea, moja ya mafuta bei sawa sawa na mtu anaendesha hii pikipiki. Hizi hesabu hazijakaa sawa, tutajenga toll gates nchi nzima. Maana yake gari ikifika, kwa mfano hii crown hapa haitalipia sawasawa na mtu ambaye anaendesha gari ya bnomo ambayo inabeba mizigo ile ya hatari na mizito zaidi, lakini wenziwetu wameweka aina moja ya tozo na bei moja. Haijalishi unaendesha gari lenye tani mia moja, haijalishi mtu anaendesha bodaboda. Kwa hiyo naomba ndugu zangu, ikifika tarehe 29, mtuchague, mtupigie kura. Nimesikiliza sera nzuri kabisa za mgombea amenigusa katika nyanja mbalimbali, hususani kwenye nyanja za rasilimali kiangalia rasilimali tulizo nazo ni rasilimali ambazo zinajitosheleza. Hata wagonjwa wanapokuwa wako mahospitalini hatutaweza kuwapoteza, kwa sababu rasilimali ya kwanza ya nchi ni watu. Kama unavyoona maeneo yetu haya ni kama vile tumesahaulika sana, tuko ndani ya jiji, lakini kama vile tuko nje ya, ya mji lakini, sasa kwa uongozi huu tutakaompitisha huyu mheshimiwa mheshimiwa rais nazana tatopewa kwenye nchi ya ahadi.